Tulikuwa tumelianza siku ya Jumatatu kwa wale waliokuwepo, lenye kichwa chenye maneno yanayosema jifunze kutoa bila kujihurumia, jifunze kutoa sadaka bila kujihurumia. Sasa si maneno mazuri sana, kwa sababu unaweza ukafika mahali ukasema huyu mtu ni katili sana. Kwa nini tusijihurumia wakati wa kutoa sadaka? Sasa ukiendelea kulifuatilia somo ndipo utakapolielewa vizuri, lakini pia ukitaka kujua uh, kwa nini pia tunasisitiza kutoa sadaka kwa kuto kujihurumia, kwa maana ya kumaanisha wenzetu upande wa pili, ukijaribu kufuatilia sadaka zao ni ngumu sana, unapozungumza habari za makafara na ibada zingine za upande huo ni ngumu sana lakini hawaachi kutoa, na ndio maana inawezekana wanaona wana kupiga hatua kwenye hivyo vitu kwa sababu ya aina ya sadaka wanayoitoa. Na niliwahi kukuambia, unaposema sadaka unamaanisha ibada. Ukimaanisha ibada, maana yake unataja mwenye hati miliki ya hilo tendo la kisadaka unalolitoa, kama ni Mungu ama miungu. Kwa hiyo hupaswi kuona mahali hapo ambapo ndipo palipo na Mungu ni mahali pa kutoa sadaka huku na jihurumia kaambia si sawa. Sasa nilikuainishia mambo machache nikasema, Bibilia inazungumzia habari za mahali palipo na hazina yako ndipo patakapokuwa na moyo wako, kwenye kile kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 21. Nikasema kuwa msingi wa maisha yetu ya baadaye hiyo sentensi iko sahihi, lakini kwa mujibu wa maisha yetu ya sasa haiko sawa. Nikakwambia fedha na mali zina tabia ya kuvuta moyo. Ningekuwa na kupeleka mbali zaidi, ningekwambia fedha ina uwezo wa kuongea, fedha ina uwezo wa kubadilisha mfumo wa maisha ya mtu, lakini fedha pia ina uwezo, ina nguvu ya kuvuta moyo wa mtu. Kwa nini navuta? Nilikuainishia ya kwamba namna ambavyo mtu anashughulika anapambana kutafuta fedha, kuamka asubuhi na kurudi jioni ama usiku nyumbani, mfumo huo wa utafutaji fedha unatutengenezea mioyo ya kudhani tunazikumbatia fedha tulizozipata kwa jasho, kumbe ni moyo umekamatwa na hiyo fedha na utakuta sasa maisha yako yanaendeshwa na maamuzi ya msimamo wa fedha, sio wewe. Na ndio maana naenda kwa wale watu wanaofanya kazi ambao wanalipo mwisho wa mwezi. Ukitaka kujua mshahara umetoka, angalia lugha inabadilika, mwendo unabadilika, stori zinabadilika. <laughs> na wengine na simu zinabadilika. Taja na vitu vingine vinakuja vipya, hata ile kama simu ya mwisho ilikuwa haijaisha haijachakaa, lakini akitaka kuonyesha ya kwamba mshahara umetoka kuna vitu vipya navifanya. Kwa hiyo ile fedha inamwamulia nini cha kufanya. Nikasema mtu anayelipwa mshahara wa kiasi fulani, kikishaongezeka kikawa kikubwa, kuna watu huwa wanahama na nyumba kutoka chumba kimoja natafuta vyumba vitatu, hata kama yuko peke yake kutoka kwenye nyumba yenye vyumba viwili, nataka awe na nyumba nzima peke yake. Ukifuatilia saa zingine, sio kwa sababu ya uhitaji wa nyumba, ah, ni hela imebadilisha mfumo wake. Nikawa nazungumza na vijana wa chuo kikuu kimoja, nikawa nawambia, wakati mmetoka nyumbani mlikuwa na simu za kawaida za tochi, na watu wengine mlikuwa na smartphone za kawaida, lakini bumu lilipoingia, kuna watu mmebadilisha maisha Mnataka simu. Ni kweli tunahitaji smartphone kwa ajili ya ufuatiliaji wa masomo, lakini wengine mlikuja na smartphone. Kitu gani kilifanya ubadilishe? Ni kwa sababu tu unataka uonekane wa tofauti, kwa sababu kuna hela imeingia kwako. Ko, hela ina nguvu sana, kiasi ambacho usipokuwa makini, maisha yako yakikamatwa na hela, hela ikawa ndiyo inakuamulia, utajikuta kuna mambo unafanya hata saa zingine tofauti na sheria za nchi saa zingine tofauti na neno la Mungu tu, kwa sababu na hela. Andomaana huko mtaani, saa zingine unaweza kukutana na mtu akambia, unajua mimi nani hela. <laughs> <laughs> kwa hiyo hela zina vitu vingi sana vinavyoweza kufanya, lakini pia mtu anapotafuta hiyo hela yake kwa bidii kiasi hicho anafika mahali haoni tena sababu ya kutaka kutumia, na hasa kwenye kona ya sadaka, kwa sababu kwenye matumizi mengine watu wanatumia wanaenda huko wanasema kwenye viwanja kujichana kula vyakula na vitu vingine vingi sana. Tafsiri yake ni nini? Ni hela. Ni mtu huyo huyo ambaye kabla mshahara hujatoka, kabla hajauza kuku, kabla hajauza mazao, alikuwa yuko nyumbani, ametulia, ni mpole, ukizungumza naye mnaelewana, lakini mshahara ukishakuja na Kiingereza kinakuja, hela inabadilisha vitu vingi sana. Sasa nilikwambia, ukishaona moyo wako umefikia hatua hiyo ni hatari sana. Ni mbaya sana, na hasa hatua ya kufika mahali kuto kuona sababu ya kutoa sadaka. Ukiulizwa unasema nimetafuta mwenyewe, nina nimezitolea jasho, lakini kwenye mambo mengine unafanya kwa kujiachia sana. Ujue hiyo ni shida. Sasa, dalili za kuwa moyo wako umeshikiliwa na mali ama utajuaje, moyo wangu umekamatwa na mali ama fedha? Kiswahili kingine, utajuaje uko kwenye jela ya hela? <laughs> Kasabu na hiyo ni jela pia. Umekamatwa na jela inayoitwa hela ama fedha, kiasi ambacho wewe huamui tena nini cha kufanya, bali hela yako inakuamuiwa mahali pa kwenda, mahali pa kupanda, vitu vya kumiliki mahali pa kupita na kutembelea, aina za vyakula. Nitaka nikwambia ukitaka kushinda hayo mazingira, nilikueleza unapaswa uwe wewe. Wewe we uwe wewe ndio uiamulie hela kama hela. Sikiliza wewe na sisi hapa, akasema kila nikipata hela sioni ninafanyia nini. <laughs> ziko sababu nyingi, lakini mojawapo ni hiyo, moyo wako kutokuwa na uwezo wa kutawala fedha bali fedha kutawala Mungu. Sasa tuende kwenye kitabu cha injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu mlango wa 12 ule mstari wa 16 mpaka 21, Luka 12 mstari wa 16 mpaka 21. kuna vitu natamani niviachilie kwako nikusaidie. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Huyu mtu ni tajiri, ana uwezo mzuri kiuchumi. Kwa hiyo aliwekeza kiasi kikubwa kwenye shamba lake, alilima kwa wakati, akaajiri vibarua, wakapalilia, wakapanda, wakafanya kila huduma, akaweka. Mstari wa kumi na saba, akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyike maana sina hakuyaweka akiba mavuno yao maana yake alikuwa na maghala lakini yalikuwa hayatoshi. Anajiuliza, ninafanyaje nipate mahali pa kuyatunza. 18, akasema nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu nije nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyote. Ni wazo jema kuweka akiba, kuwaza kwa ajili ya kesho. Angalia mstari wa 19 kisha nitajiambia, hiyo faulo kosa. Nitajiambia, e, nafsi yangu ama eh, moyo wangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Kwa maana nyingine, umepambana sana, umehangaika sana. <laughs> ingekuwa mshahara mwezi mzima. Anauambia moyo wako, moyo wake, sasa pumzika, ili ufanyaje Ule, na kingine ambacho tunahangaika nacho unywe, matokeo ya, ya, yake yawe ni mengi kufurahi. <laughs> na ndicho kitu ambacho kimekuwa kipaumbele kwa watu wengi sana kufurahisha moyo liko <laughs> neno lingine kule tan taki kusema kufurahisha moyo, yani kufanya moyo <laughs> lakini sio ibada, huoni mpaka hapo akimkumbuka Mungu aliyemfanikisha anataja mambo yake binafsi, huoni akifurahisha moyo kule nyuma, lakini ni baada ya kufanikiwa, baada ya mavuno, baada ya kipato. Anasema atauambia moyo sasa, pumzika usihangaike tena <laughs> ule na kunywa na ufurahi. Ninaupenda mstari wa ishirini ambao ninatamani kila moja uwe ni tafakari yako lakini Mungu akamwambia. Kwa hiyo, wakati anayaona anayafanya hayo yote, Mungu alikuwa anafuatilia. Sasa msali wa ishirini, Mungu anamwambia, lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe. <sighs> ninaogopa haya maneno mengine taonekana kama unawatukana watu wazima, watu wanaotusikiliza kina Dr. Kirahama huku anaweza akasema unasemaje? <laughs> <laughs> Jamani, siwasemi ninyi, ninamsema, ninamsema. Mungu anamwambia huyu tajiri ambaye alikuwa anawaza mambo ya dunia kutokana na moyo wake kukamatwa na fedha, Mungu anamwambia mpumbavu wewe, anasema usiku huu wa leo wanataka, wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari, vitakuwa ni vya nani hivyo vitu navyo hangaika navyo, hivyo vitu ambavyo humpi Mungu nafasi humpi Mungu kipaumbele vitakuwa ni vya nani? Angalia mstari wa 21, ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, anayeshughulika na mambo ya mwilini peke yake, bila kumkumbusha Mungu, asijitajirishe kwa Mungu. Maana yake asiguse ufalme wa Mungu, yaani anavyovipata anataka kuvitumia yeye bila kuviwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Anasema anaitwa mpumbavu. Sasa unisikilize msikilizaji wangu, ni neno gumu kidogo lakini inabidi nalo tujifunze. Dalili zinazoonyesha ya kwamba moyo wako umeshikiliwa na mali, namba moja, kudhani kwamba wewe ndiye sababu ya mafanikio yako. Na hapa ndipo tunapofeli sana sana, kudhani wewe ndiye chanzo na sababu ya mafanikio yako, yaani kudhani ulivyo na ulivyo navyo, ni nguvu zako, ni uwezo wako, ni jitihada yako, ni elimu yako, ni ufahamu wako, ni connection ulizo nazo, kiasi ambacho huoni nafasi ya Mungu kwenye hilo, na ndo maana hata vile unavyovipata huoni sehemu ambayo unagusa ufalme wa Mungu hutambui, na ndo hawa ambao hata kwenye matumizi anatumia kila kitu, vile vinavyobaki ndo anavileta kanisani. Tukija na ajenda hii kwamba Mungu anaangalia moyo, mm -mm. <laughs> Mungu sio mdogo kiasi hicho, kwamba Mungu anapokea chochote kile. Mungu sio sio sio mdogo wa kumweka kwenye kiganja chako cha mkono kiasi hicho. Mimi nilikwambia Mungu ana upana wa kuangalia, anaangalia ulichopata kwanza, anaangalia alivyo kulinda, anaangalia ulichopata, anaangalia ulichobakiza nyumbani, anaangalia na hicho ulicholeta kwenye madhabahu yake, na ndio maana huwezi kumdanganya Mungu, yeye hadanganyikagi. Inapofika wakati wa kwenda mbele za Mungu kutoa sadaka, na hasa sadaka kwa mfano wa huyu tajiri, sadaka ya mavuno sadaka ya malimbuko sadaka yake ya kugusa moyo wa Bwana sadaka tungeweza kusema ya, ya fungu la kumi. Usijidhanie ya kwamba unajua sana kuliko Mungu, huwezi ukamdanganya Mungu hata siku moja. Mungu anajua kuliko tunavyojijua sisi, na ndiyo maana anamwambia mpumbavu, wewe leo hii wanachukua roho yako, hivyo ulivyojiwekea hivyo unavyosema ule unywe, nani atakayekula kama sio wengine na nikakwambia hakuna kitu kibaya, inapotokea mtu aliyetaabikia mali akazipata akafa, wale wanaobaki wanaoitwa warithi kuwa wanazitumia ovyo ovyo. Kwa nini? Hawajui maumivu ya namna ulivyoumia kuzipata. Na ndo maana hupaswi kusahau kugusa ufalume wa Mungu kupitia kile unachokipata. Na wacha niseme ukweli, laiti kama tungetoa kwa viwango vya kuto kujihurumia, kazi ya Mungu isingekwama, vitu vingi sana vingesonga mbele. Kazi ya Mungu ingekuwa ni rahisi, tungeweza kujenga miundombinu ya kiibada ikawa bora, vyombo vingekuwa sio vile vinavyosumbua na kupiga kelele, tungekuwa tunarahisisha huduma tulizo nazo. Wachungaji wanjilisi na taja na watu wengine wasingekuwa wanapata shida na changamoto ya kiusafiri kutufikia kihuduma tungetengeneza miundombinu iliyo rahisi ili tuweze kuhudumiwa kwa wepesi na kwa urahisi. Kwa nini mambo yamekuwa ni magumu? Ni kwa sababu watu wanadhani wamefanikiwa kwa nguvu zao. Kwa hiyo ajenda ya kutoa sadaka ni ziada, sio kitu kinachopewa kipaumbele kwenye maisha yao, sio kitu kinachopewa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo madamu anadhani kwamba Eh, chanzo na msingi wa mafanikio ni nguvu zake. Kwa hiyo kwa Mungu anatoa chochote ila kwenye sadaka, kwenye kazi zingine, kwenye ada, kwenye kodi, kwenye shughuli zingine yanatolewa mabilioni ya hela. kwa nafuatilia shule moja ambayo chekechea wanalipa milioni kumi kwa mwaka, wazazi wanalipa lakini, ukimuuliza huyu mzazi anali, anatoa sadaka kiasi gani, anaambia mnaanza kusema sadaka sadaka kila wakati. Anasahau ya kwamba hajafanikiwa kwa sababu ana sifa na vigezo vya kufanikiwa, ni mkono wa Mungu. Lakini kwa sababu anajisaurisha ya kwamba mafanikio msingi wake ni yeye mwenyewe, hayo ni sababu ya kutoa. Kwa hiyo ni ya kwanza kudhani kwamba wewe ndiye sababu ya mafanikio yako ni hatari sana. Usipogundua, usipopata neema ya kuona ya kwamba ulivyo na ulivyo navyo ni Mungu, hiyo ni shida nyingine ni mkwamo kwenye ushirika na mahusiano yako na Mungu, na ndio maana wakati wa kutoa sadaka watu wanakunja ndita, ndio maana wakati wa kutoa sadaka watu wanalalamika, ndio maana wakati wa kutoa sadaka watu wanaona kana kwamba wanateswa na kufirisika, kitu ambacho sio kweli. Ukiona unatoa mpaka umelazimishwa sadaka ili uweze kutoa, ujue hiyo ni shida nyingine. Yani, ukiona kuna vitu kule kanisani haviendi mpaka mtangaziwe na kiongozi wako wa ibada, hiyo ni shida nyingine. Yani kuna vitu ambavyo tulipaswa vinafanyika nje ya utaratibu wa, wa, wa namna ya kukumbushana na kuombana. Kwa mfano, zulia la madhabahuni limeisha, vifaa vitu vya madhabahuni pale vimechakaa vime, inawezekana ni viti vime, vimeisha, hamna viti vizuri pale kanisani. Ilipaswa yani, ni swala tu la kumwona mchungaji, kuna hiki ninahitaji sadaka yangu kwa ajili ya hiki. Vitu vinaisha kwa namna hiyo. Shida ni nini? Ni kwamba tunadhani mafanikio ni ya kwetu, ni nguvu zetu kwa hiyo sisi ndo tuna maamuzi ya kutoa kiasi gani kwenye sadaka huyo <laughs> sio Mungu tunayemtumikia. Mungu wetu ni mkubwa kuliko hivyo navyo dhani. Lakini sababu ya pili, <clears throat> kuona ulivyo navyo ni mali yako, wala si vya Bwana ambaye ni chanzo cha yote. Kuona ulivyo navyo ni mali yako <laughs> yaani huo mshahara ni mali yako faida unayopata kutoka kwenye biashara yako, biashara yako ni mali yako. Yani umeuza kuku, hiyo hela ulioipata ni mali yako. una gari, sijui una nyumba, ni mali yako. Yani kuviona vyote ni mali yetu, moyo wako ukishafika mahali pa kutazama kwamba ulivyo navyo ni vya kwako, si vya Bwana, hiyo ni, ni chenga nyingine ya mwili ama ni faulo mbaya sana kuliko maelezo. <laughs> Ile Zaburi ya 24 ninajua wengi tunaifahamu, imeainisha vizuri sana, anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Umesikia hiyo sentence? Nchi kwa maana ya ardhi, niliwahi kukufafanulia wakati mwingine nikasema, mtu mmoja mtafiti wa takwimu <coughs> aliwahi kuzungumza kitu kigumu sana juu ya ardhi Akasema ardhi imebeba asilimia tisini na nane ya maisha ya mtu. Nilianza kupata maswali sana, na mimi nilikuwa sijawahi kuwaza kwa namna ambavyo nilikuja kufunguliwa macho na yeye, kwa nilipopata hiyo picha nikatamani kufuatilia, kwa sababu wakati mwingine tunaitazama ardhi kwa jicho dogo. Nikatamani kufuatilia huyu mtu anamaanisha nini. Akasema cha kwanza, nyumba zetu zimejengwa juu ya ardhi mahala ambapo ndipo tunapumzika masaa mengi wakati wa kupumzika, barabara tunazoenda nazo ofisini zimebebwa na ardhi. Akasema vyakula tunavyokula vinatokana na ardhi, nilianza kutekewa. Akasema maji tunayokunywa yametokana na ardhi. Akaendelea kuongeza ya kwamba hata baadhi ya, ya, ya, ya shughuli zetu nyingi zime te ofisi zake zimebebwa na ardhi nikaanza kuona picha ya kila anachokizungumza alafu mwishoni akasema fikiri ardhi imegoma kuonyesha ushirikiano na wewe, maanake utakosa mahali pa kulala, utakosa mahali pa kutembea, utakosa mahali pa kufanya kazi, utakosa chakula, utakosa maji, huwezi ukaishi. Hiyo ndiyo ardhi. Sasa angalia huu mstari wa ishirini na nne, M -M Zaburi ya ishirini na nne anaposema nchi, kwa maana ya ardhi iliyobeba asilimia tisini na nane ya maisha yako Yaani hapo unapopata kipato chako, unapofanyia kazi, unapozalisha, unapolima, unapofugia, hiyo ardhi iliyobeba hivyo vyote ni mali ya nani? Ya Bwana. Cha kwanza. Anasema na vyote vijazavyo, maana yake vilivyoko juu ya hiyo ardhi ni mali ya Bwana. Unaweza ukasema ni vya kwako kwa sababu menunua. Unaweza ukasema ni vya kwako kwa sababu umemiliki. Unaweza ukasema ni vya kwako taja na sababu zingine. Lakini kibiblia vinatambulika kwamba si vyako. Wewe umepewa dhamana ya kuvitunza mwenye navyo ni Mungu koja nilazimishe. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema dunia <laughs> sio tu ardhi na vijazavi, anasema dunia na wote sasa. Biblia ya Kiingereza lile neno wote, anatumia neno watu. Ukitaka kujua ngali ya neno linalofuata, wakaao. Wakaao isingekuwa wakaao akimaanisha wadudu ama, ama ndege Anaposema wote wakao, maanake anazungumzia watu. Anasema na wote wakao ndani yake. Tungerudia kipande cha kwanza, maanake ni mali ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo Mungu mbinguni anapofanya tathimini ya mali zake alizo nazo ni pamoja na wewe <laughs> kwa hiyo wewe ni mali ya Bwana, hivyo vinavyokuzunguka ni mali ya Bwana, taja na vingine vyote ni mali ya Bwana. Hebu nisome kwa tafsiri ya neno mstari huo huo lakini kwa tafsiri ya neno hiyo. Ilikuwa ni Union Version ambayo najua wengi tunayo, tafsiri ya neno, toleo la tafsiri ya neno, anasema dunia ni mali ya Bwana na vyote vilivyomo ndani yake, anasema ulimwengu kula, ametumia neno dunia, anasema ulimwengu na wote waishio ndani yake. Rudia kipande cha kwanza, ni mali ya Bwana. Unapoona akili inakusemesha na moyo wako umejifunza ya kwamba ulivyo na ulivyo navyo ni mali yako, ujue unakosea. Jifunze kusemesha moyo wako, ujue na akili yako itambue ya kwamba ulivyo na ulivyo navyo si vyako, ila umepewa dhamana ya kuvitunza, ila mwenye navyo ni Mungu. Na moyo wako ukijua kwamba ulivyo navyo na ulivyo ni Mungu huwezi ukapata shida ya kutoa, kwa sababu ndani yako ukisikia mguso wa kutoa, unajua ninatoa kwa mwenye navyo anavihitaji kwa kazi yake. jambo la tatu, jambo la tatu, sababu ya tatu, dalili inayoonyesha kwamba moyo wako umeshikiliwa na mali, kuona kuwa ulivyo na ulivyo navyo ni matokeo ya bidii zako, wala si mkono wa Mungu ni matokeo ya bidii zako wala si mkono wa Mungu. Unajua, kuna watu wakiamka asubuhi, anaanza kuangalia ile fensi yake ya, ya umeme Masai aliyoko pale mlangoni, anaangalia mbwa wanaomlinda, ana bunduki kule nyumbani, anasema unajua bwana mimi napambana sana na <tuhi> kuna watu waligundua bunduki wameshakupa mtu anapoona anakula anapanda ana conbo chake kili naenda kusina na rudi anadhani anaendesha vizuri kwa kufuata sheria. Kuna watu ni wakoroshi huko barabarani, anaweza kukugonga. Kwa nini umeenda salama na kurudi salama uliko? Ama ni kwa sababu Mungu ameingilia kati kukurudi. Kwa hiyo tukikuona wewe hatuoni bidii zako, lakini si aina ya vyakula na mshauri daktari anayekushauri kushauri, huu unakula hivi unafanya na mazoezi. Hata waliogundua mazoezi hawapo. Hawa walisha kufa. <laughs> Usitu kadhani ma mazoezi anakufanya uongezewe siku <laughs> Mazoezi yana sehemu yake kwa sehemu ndogo sana, lakini kinachofanya ufanya mazoezi ni uhai tusiokuwa na dhamana nao. Kwa hiyo si kwa sababu ya usalama tuliotengeneza vitu vya kutulinda, si kwa sababu ya aina ya vyakula tunavyokula, si kwa sababu ya umakini wetu unaotufanya twende tusipate majanga na, na changamoto mm -mm. Ni kwa sababu mkono wa Mungu uko juu yetu. Kwa hiyo chochote kinachopatikana kupitia uhai ambao hatuna dhamana nao ni Mungu aliyetupa. Kwa hiyo kama ni fedha ni Mungu, kama ni uhai ambao unatupa biashara zetu zikaleta faida ni Mungu aliyetupa. Kwa hiyo usije ukaanza kujiona ulivyo ni matokeo ya aina ya chakula. Ulivyo ni Mungu anayekupigania na kukutetea. Tengeza hapa nikachelewesha. Baba, tunalibariki jina lako kwa wema, uaminifu, ukuu na matendo yako. Umeendelea kuwa Mungu kwetu ukitukumbusha kwa habari ya kutoa bila kujionea huruma, na hasa tukijua wewe ndiye vyote na yote katika maisha yetu. Tusaidia kujua hilo ili tusiwe na mkono wa unyimi wa kudhani tunatoa ili kufirisika. Tujue tunatoa kwa sababu wewe ndiye uliyotubariki kuwa navyo. Asante kwa msikilizaji wangu huyu kwa kile ambacho umesema naye juu ya kona ya namna ambavyo hapaswi kushikiliwa moyo wake na mali. Moyo wake unapaswa kuwa madhabahu yako, maskani yako, mahala ambapo Mungu unafanya ibada na maamuzi ya kiushirika kati yetu na wewe. Tujalie hiyo neema, tuondolee hiyo roho ya unyimi, roho ya kushindwa kutoa kwa kumaanisha, roho ya kujitetea na kujieleza, bali tufanye kama kwako uliyetubariki kuwa navyo vyote. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Ndani yako ukisikia msukumo wa kutoa sadaka, sadaka yetu inatolewa kwenye namba ambayo haijabadilika bado kwa wale ambao ni wasikilizaji wa muda mrefu wanaifahamu. Kwa wale wageni, andika mahali. Kama we ni wazamani, hakikisha unahakikisha, ili ujue kwamba namba ulionayo ni sahihi. Hiyo ni kwa ajili ya sadaka tu, sio kitu kingine. Ni sifuri saba tano saba mbili mbili sifuri mbili mbili sifuri. Ninairudia tena sifuri, saba, tano, saba. Kule mwishoni huwa tunarahisisha ni mia mbili ishirini mia mbili ishirini.